Wakati ya miezi kadhaa na miaka tisa wamelawitiwa katika kipindi cha mwaka mmoja katika eneo bunge la Lamu mashariki pekee. Visa hivi vimeendelea kushuhudiwa kutokana na washukiwa wa kukosa kuchukuliwa hatua za kisheria. Hii ni kwa sababu maeneo mengi ya Lamu E, hayana hospitali, kituo cha polisi au mahakama kwa wanaodhulumiwa kuwasilisha kesi zao. Madaktari, wanaharakati wa haki za kibinadamu na wawakilishi wa mashirika ya umma wamekutana ili kuweka mikakati ya kukabiliana na hali hii na pia kutatua kesi za dhuluma za kijinsia wakati zinapotokea. <coughs> Uh, hizi dhuluma za kijinsia ambazo Lamu zimekuwa nyingi ukiangalia data ya 2024, ukiangalia Lamu East peke yake between 0 to 9 tuna cases 33 kwa mwaka mmoja mahali pamoja. Hizo ni kesi zile ambazo pekee yake zimekuwa reported, ni ngapi ambazo hazijakuwa reported? So, hii standard operating procedures inaleta kwa shikadau wote kuangalia jinsi gani tunaweza kuensure our efforts zote ziko coordinated in a structured manner. Katika upande huu wa Lamu kuna kesi kama tano sita ambazo niko na handle, sasa ziko katika stages kadha wa kadha, na pia kuna zingine zinatoka pale upande ya Faza na kumbuka Fasa pia ni area kubwa, na area za Kiunga, hata wakati mwingine kwa sababu ni mbali kwa kweli. Ukiangalia kwamba hizi dhuluma za kijinsia sana sana za watoto kule upande wa Lamu East, ya kwamba zimekithiri sana sana upande wa Basuba na Kiunga ni kwa sababu kuja kuangalia area kama Basuba ni area ambayo the whole world hakuna hata police station moja, so inakuwa ni vigumu kwa wale ambao wanadhulumiwa kuweza kuripoti hizo kesi za dhuluma za kijinsia.